E, Bwana, naitwa Nas B Business, maujanja pamoja. Sasa mbona unawaza na tupo kwenye gambe tena? Uko peke yako hauna wa wapambe. Tazama nyuma yako, katoto kashombe tena kameshika maji, mununulie pombe. Hapa wote tunafurahi, wacha unyonge. Bwana, game ya mziki ni long time kidogo, kama mwaka elfu mbili na mbili. Uh, lakini zaidi zaidi nilikuwa na dili sana kwenye kujifundisha production. Kwa hiyo kuanzia kama elfu mbili na nne hivi ndo nikaanza kufanya production ya audio. uh, nilikuwa nipo Kinondoni maeneo ya Kinondoni studio. Uh, na kujifunza, nilijifunza maeneo ya fire pale, kulikuwa na, na shule fulani hivi ya muziki ambao alikuwa na teacher mmoja anaitwa Elias, pale ndio nilikuwa na anaenda enda pale, lakini zaidi mimi nilijifunza kupitia studio ambayo ilikuwa inaitwa Flex Record kipindiko, kwa sababu ndio nilikuwa nakaa hapo. Kwa hiyo ambao producer pale alikuwa KGT na jamaa fulani alikuwa anaitwa Motha, japokuwa sasa hivi amebadili ame hilo jina, anaitwa Stanley. Huyo Stanley alikuwa naye alikuwa ananionyesha vitu vingi sana, yeye sio producer, ila anajua. Kwa hiyo alikuwa ananionyesha huku, naenda kidogo kwa mwalimu na napata vitu vingine vya hapa na pale. Kwa hiyo ikanifanya nijue hiki iki kitu ya kwa kurekodia wanaofahamika. Kwa hapo nyuma nimefanya na wasanii wengi sana maarufu, yaani unajua kwa long time, kipindi kile utoto Huwezi kuwa kumbu -kumbu na kumbukumbu nzuri, lakini nimefanya kazi karibia na wasanii wengi sana kina Nei, sijui kina Samuel Kweli, kina mareemsideboi kina Best Naso kina 20% yani haya kuza mobu, yani nimefanya na, na, na wengi sana ambao kwa kipindi kile walikuwa wako juu. Kuna wasanii wakatoka kina utika cha, yaani imefanya kazi kwa kweli karibia na wasanii wengi hata kina Barnaba wote washafanya kazi kwenye studio yangu, yaani wasanii wengi sana tuseme maarufu wengi washafanya nao kazi kwa kipindi hiki. Nei hiyo alifanya ngoma na, na ya kuzamobu ilikuwa inaitwa Usiogope. Inaitwa Usiogope e, na 20% kafanya kazi kwangu, za Lizalina kafanya kazi mali za urithi kafanya kazi nyingi kama tano na nyingine kwaitwa Mjaluo, kuna nyingine, kuna mali za urithi. Alafu na hapa alokuwa alo ametoa juzijuzi kwanaitwa nini? Najaribu kuikumbuka. Kuna matatizo mengi yaani matatizo mengi. Unajua mziki wetu sawa, tunasema unapiga hatua, unaenda mbele lakini unajua muziki wetu ulivyoanza, ni kama nyumba ambayo ilijengwa haina msingi, kwa sababu ina unga unga, inadondoka, unaunga, unafanya hivi, unaunga, yani panapoanguka, unaunga. Kwa hiyo bado atakuwa na formula toka zamani, na ndio maana huwezi kupata mwanamuziki ambaye sasa hivi labda kasomea mziki, kafanya ni kwamba tunajifunzia umuhimu. Kwa hiyo kuna kuwa hakuna ule muhimili, yani wa kusema muziki wetu kuna kanuni ya hivi na hivi na hivi na hivi huende yani kwa kanuni au formula. Kwa hiyo mziki wetu sisi ni unaendaenda tu. Kwa hiyo mtu akifanya juhudi zake anafanikiwa, ambaye yeye ambaye hauna bidii, huwezi kufanikiwa. Unaweza ukajua sana mziki, lakini kwa sababu we unaona, mi najua, utabaki hivyo hivyo. Unajua, kwa sababu hauna kanuni. Mziki wetu, mimi nafanya vyote mara nyingi huwa wanakuwa tu nipo kwenye production na hata hapa kati nimekuwa kimya sana, kwa sababu nimekuwa nafanya fanya sana nyimbo za gospel, kama sasa hivi albamu ya Boni Mwetege iliyotoka hii ya mtoto wa mwezio, hizi nyimbo hizi amefanya hapa kwangu. Yesu alisema, wacheni watoto waje kwangu ufalme wa mbinguni ni wao msiwazuie. Alionyesha upendo kwa watoto, alionyesha upendo kwa watoto. Mtoto mwenzio, muone kama mtoto. Nakuwa mara nyingi niko nafanya sana sana nyimbo za gospel, ko Bongo Flavor nafanya lakini kama zimepungua kidogo, mara nyingi nakuwa niko, niko bize na gospel. Lakini sasa hivi nimeanza kurudi tena kwenye Bongo Flava, na japo kwa gospel bado nafanya sana, na ndo nyimbo ambazo naendelea kufanya sana, na nimetoa ngoma yangu mpya inaitwa tunatumia, na video imeshaisha sasa. Record, mbona unawaza na tupo kwenye gambe tena, uko peke yako, hauna wapambe Tazama nyuma yako, katoto kashombe tena, kameshika maji mununulie pombe. Mimi naona hakuna utofauti mkubwa, wote tuwanaimba mziki ule ule, kwa sababu ukizungumzia gospel ya zamani na sasa hivi iko tofauti. Sasa hivi watu wanaimba sana gospel, gospel flavor, yani kama bongo flavor. Yani bahati mbaya au nzuri, nikuambie kitu, mimi sijawahi kumfata star nimwambie njoo fanye kazi sawa. So, watu wote ambao nimefanya kazi, yani inatokea mfano tunaonana, eh bwana bi bwana nini, huwa natakuja kutembelea studio kwako tufanye kitu. Unajua mtu anakuja, kimi sijawahi kumfata star, bwana si star njoo fanye kazi kwangu. Umeona, yaani kwa kitu sijawahi kufanya. Kwa sababu wenyewe wanasema ndo kiki yani. Sasa mimi, unajua, sometimes nakuwa na ratiba zangu mwenyewe za maisha yangu, najua naendesha hivi nafanya hivi, kuna kienda na plani zangu. Huwa sipendi ile nifanikiwe haraka alafu nikapotea kwa haraka, unajua, kuna ile kufosi fulani, njoo fanye fulani, njoo fanye, baadaye vitu vinakuzidi alafu unakuta uwezi kujikontrol. Kwa hiyo mimi huwa napenda kwenda taratibu, hapa wote tunafurahi, wacha unyung ah. Kama una maseke toka nje tubonge, kama ni siri, ni mimi na wewe tuwe wawili, wengine wasijue kama ni siri.